Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya uzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia namba yako ya NIDA. Hiyo unatumia mtandao wa e, Airtel umesajili line yako, hiyo unatumia Vodacom au Tigo, NIDA yako ni muhimu kuijua. Hapa mimi huwa nafundisha taratibu ili na wewe uweze kuwafundisha wengine. Namba ya NIDA e, inabidi uijue na useme pembeni inawezekana upo kwenye sehemu ya haraka haraka. E, au upo kwenye sehemu ambapo e, unahitaji kwa haraka, lakini umesahau kitambulisho nyumbani na uwezi kukumbuka. Sasa njia rahisi ya kuangalia namba yako kwanza, cha kwanza NIDA ni siri yako, cha kwanza NIDA ni siri yako. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unabidi uijue. Sasa ili kuifahamu, cha kwanza unaingia Chrome mfano hiyo hapo Google kutafuta umona. Baada ya hapo ukishaingia kwenye kutafuta, kwanza kabla yote, na, i, i, i, i, i, latest version unajitahidi nao unarudi hapa mfano, mwanzo kabisa, unaingia Play Store baada ya hapo unaingia kwenye kutafuta hapa. Baada ya hapo, unaingia kwenye Chrome, unaandika hapo kwenye kutafuta, unaandika neno Chrome. Chrome. Baada ya hapo, unabonyeza kidudu cha search hapa, tafuta. Ikishafunguka namna hiyo, unakuja unabonyeza hii icon hapa. baada ya hapo itakuwa imefunguka ime namna hiyo, hapa kutakuwa na option mbili hapa. Kuna uninstall, ni kufuta, hapa kuna update. Utabonyeza lio update ili baadaye libadiliki liwe open kama mimi, kwa sababu ukibonyeza update itakuwa latest version na itaweza kufanya kama mimi ninavyofanya hapa, kwa sababu toleo litakuwa limejiboresha. Mimi nishaelezea video nyingi jinsi ya kuupdate na faida zake za kuupdate application mara kwa mara ili ubora wake masasisho yake na vitu mbalimbali vipya <coughs> viweze kuonekana moja kwa moja pami. Narudi nyuma, narudi nyuma tena, narudi nyuma, narudi nyuma tena. Baada ya hapo nakuja, naingia kwenye Chrome yangu. Hii hapa Chrome ambayo nime download. Nabonyeza hapa Chrome, umone imefunguka namna hiyo. Baada ya hapo nakuja kwenye kutafuta hapa, mona, nakuja kwenye kutafuta hapa. Baada ya hapo nitaandika jinsi ya yeah. kuangalia Umeona jinsi ya kuangalia namba ya NIDA. Umeona jinsi ya kuangalia namba ya NIDA. Umeona nibonyeza hapo. Baada ya hapo nitabonyeza kidudo cha tiki hapa. Inamaanisha nitairuhusu itafute. Nitabonyeza ukiona kwa hapo ipo hivyo e, au unaweza kuibonyeza hii ya kwanza kabisa hapa, ndio ambao umeandika hapa, utabonyeza hapa. Baada hapo itatafuta ya kwanza kabisa, utaona mtandao hapa wa juu kabisa, wa kwanza namba moja, ubandikwa fahamu namba yako NIN. NIN ni kifupi cha National Identification Number, ambayo ni namba yako ya NIDA, ndio jina lingine ni hiyo Alafu hapo juu inaandikwa kabisa, hii website imeandikwa NIDA online Services, alafu hapo chini https://services.nida.go.tz. Baada ya hapo utabonyeza fahamu namba yako ya nini, utabonyeza hapa. Mona itafunguka imeandikwa, jihudumie NIDA, fahamu namba ya NIDA. Mona hapa chini nakwambia Jaza taarifa zako kwa usahihi ili kufahamu namba yako ya utambulisho, namba ya NIDA. Sasa hapa step zipo hivi. cha Kwanza kabisa hapa ah jamaa e, ambao ni NIDA wenyewe wametengeneza hii website ili kufanya wewe upate namba yako ya NIDA kwa kutumia taarifa zako ambazo zile ushe kujisajili nazo kwenye namba ya NIDA. Ukiwa okay, una haraka una dharura, umesahau kitambulisho sehemu hii ni njia rahisi ya kujua NIDA yako kwa sababu NIDA kwanza ni siri yako. Sasa kwenye kujaza hapa, mfano hii jina la kwanza, labda mfano unaitwa labda, unachukulia unaitwa eh, John John Son umeona itakuja hivyo. Jina la, jina la mwisho labda Johnson, labda Johnson yes Johnson Joseph, labda mona hapa. hapa ya kwanza, jina la kwanza umejaza, jina la mwisho umejaza, tarehe ya kuzaliwa hapa unabonyeza ili kuchagua tarehe ya kuzaliwa. Unabonyeza hapa, ya kwanza hii iliyoandikwa DD maanaake ni date, emm manaake ni month, YY maanaake ni year, yani ni mwaka. Sasa hapo nsikiza kwa makini ni mwaka mfano kwenye deti hapa e, inaanza DD maanake ni tarehe. Labda ulizaliwa tarehe labda kumi kumona, alafu unaweka dash kama hivyo. Inafuatia tuliona pale ni MM ni month, labda mwezi wa kumi na moja. Kama ni mwezi wa nane unaweka sifuri nane, labda sifuri nane. Usiweke nane, weka sifuri nane inayofuatia apo tunaika tena deshi nyingine. Inaofuatia ni mwaka, mfano umezaliwa mwaka labda elfu moja mia tisa labda tisini na saba, labda au elfu mbili na nne akaandika hapa elfu mbili na nne au elfu mbili na tano labda. Mfano tuchukulie labda wewe ni mdogo sana, wanakuuliza jina la kwanza la mama Umeona, jina la kwanza la mama. Sasa hapo unaandika jina lako la mama kama ulivyosajili kule kwenye NIDA. Mfano, labda mama yako anaitwa Irene, labda unaandika Irene. Jina la mwisho la mama, labda mama yako anaitwa Irene, labda Irene Irene -i -i -i -i labda Silvestra umeona chukulie, yes ha, ili jina limekaa eh, limekaa refu sana, labda tuweke Irene Adolf Adolf. Baada ya hapo, sasa tunakuja hii option ya mwisho hapa, hii hapa, tushajaza hapa kote, tunakuja kwenye option hii ya mwisho, inakuletea ingiza neno. Hii hii hapa ni usalama inasaidia kupunguza maroboti au kupunguza watu wanaweza kuhaki website, kwa sababu hii itakuwa kama mfumo wa ulinzi yoyote. Huwezi ukakaendelea mbele pasipo kuandika namba, kwa sababu robot haliwezi kuandika namba kama hizi. Kwa hiyo unachofanya utabonyeza kwenye hiki box hiki. Box utabonyeza ukipandisha hapa, hizi namba za hapo unazoziona ndio utakazoziandika hapa, mfano mimi hapa ni 96 na naziona hapo 96 naona 13 13 pia naona 67 ya mwisho, 67 Baada hapo utabonyeza tuma. Sasa ipo hivi, kama hizi namba zapo uzioni vizuri, unaweza ukazibonyeza hiki kidudo cha kurefresh hapa hiki. Ukibonyeza hizi namba zitabadilika, zitakuja nyingine ambazo zinaonekana kama kiurahisi kidogo. Mfano nikigusa hapo italeta taarifa hizi hapo. Umeona, imebadilika lakini huku utabidi ujaze tena. Tunarudi tena haraka haraka kujaza, mfano jina la kwanza tuliweke labda John, jina la pili tukaweka labda eh, John Joseph. Tarehe ya kuzaliwa, umeona DD alafu dash MM dash alafu alafu, hapo kwa inamaanisha date, labda mfano tarehe kumi na mbili, ah, ah, sorry, tupo hapa, tupo hapa, tarehe kumi na mbili mwezi labda wa 3 03 tatu, tatu. E, labda mwaka tuchukuli labda, sasa hivi wewe ni mzee 1995 ni mhenga 95. Jina la kwanza la mama labda Alice, jina la la mwisho la mama labda huyu mama anaitwa Alice John Umeona, baada ya hapo utaingia kwenye neno hili hapa, utaliandika hapa hizi namba. Mfano, mimi hapa naona arobaini na tatu, baada ya hapo naona arobaini na tano. Umeona, hapa arobaini na tatu, arobaini na tano, ya mwisho ni hamsini na nane, nayo naiona pia. kwa ya mwisho namalizia hapa arobaini na tatu, arobaini na tano, alafu hamsini na nane 58 umeona 43 45 58. Baada ya hapo nitabonyeza neno tuma. Kwa hiyo hizi taarifa zako, kama umeziandika sahihi kama hivi, ukibonyeza tuma, lazima NIDA yako itaoneshwa tu, lazima NIDA yako itaonyeshwa. Kwa ukipiga hapa tuma, a tafadhali subiri, kisha itatafuta Umeona, itatafuta sasa. Kumbuka, mimi taarifa sijaandika. Sasa hii umeona hapa, imerudi papa, inambia tafadhali hakiki taarifa zako kama ziko sahihi. Kwa maelekezo zaidi fika ofisi, ofis ya wilaya ulipojiandikisha, kwa sababu hizi taarifa nilizoandika sio sahihi. Hii ni kwa ajili ya kukufundisha wewe, lakini wewe ukiandika taarifa zako sahihi kama zilivyo, basi moja kwa moja itaonesha nida yako kwa hapa chini na utaweza kuipata, na hiyo ndio njia rahisi ya kuipata. Umona ee, ukirudia tena hii video taratibu, basi utaweza kuelewa vizuri. Usiache kusubscribe, video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.